Kuitwa timu ya taifa kwa sababu ukitoa malengo pia ni CV kubwa kwa mimi binafsi. Ni, nilijisikia faraja kwa sababu kabla hata kupata taarifa mimi walianza kupata familia yangu. Wakati huo mimi nilikuwa niko Dar es Salaam nikifuatilia mambo yake na nini biashara zangu, kwa hiyo wakaniambia, bana, tumeona jina lako umetangazwa na wewe huko katika timu ya taifa. Alikuwa ni mjomba wangu ambaye ndo alitulea kwa sababu kutokana sisi wazazi wetu wengine shatangulia, kwa hiyo sikuamini mpaka nilipoingia tena mtandaoni, kwa sababu wakati ule wakati ananiambia nilikuwa niko busy kidogo, kuna issue nilikuwa nafanya. Kwa hiyo alivyoniambia haraka, kitu cha kwanza nikaingia football, kwa sababu ndio sehemu kubwa ambayo napata taarifa za nchi za kimchezo. Kwa hiyo baada ya, ya neka, zaki, neko, badia, kuangalia vile kweli, nikaona kikosi kitajwa na jina langu iko namba tatu kwa kweli nilimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi ukiondoa mambo mengine yote ni watu wa ibada. Nimemshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu muda ule ulikuwa ni saa sita nakumbuka. Kwa hiyo nilikuwa nafanya zile shughuli lakini nikizingatia kwamba ilikuwa saa saba lazima niende msikitini. Kwa hata nilipoenda msikitini kuswali katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani najua niliombea, kwa hiyo kwanza nilikuwa namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sio jambo dogo, kwa sababu kila mchezaji wa Tanzania ana ndoto ya kucheza timu ya taifa. Mimi nilikuwa ni mara yangu ya kwanza kwa nilikuwa na furaha zaidi yani, ya kitu kingine chochote sijawahi kupata furaha kama nilipata wakati huo na kufikia taarifa hizo. Ah, kwanza nashukuru na, na kwa sababu wachezaji ambao nimewakuta ni wa level ni wa level ambayo iko juu kwa sababu wengi wameshacheza timu ya taifa mara tano, mara sita, wengine mara nyingi zaidi. Ni watu wazoefu, afu ukija kuangalia wametoka kufuzu mashindano makubwa kwa wamekuja kwenye mashindano haya ni makubwa, japo mi sikuwepo katika raundi iliyopita ya Afcon, lakini nilikuwa nategemea nitakutana na ushindani ambayo kwanza kila mmoja anapambania taifa hilo ndo nilolikuta la kwanza, afu cha pili discipline. Yani, tumezoea watu wengi wakiongea kuhusu discipline, lakini katika timu ya taifa imekuwa ni, ni discipline kubwa kushinda hata vile ninavyokuwa nafikiria. Hicho ndio kilicho nishangaza cha pili kilichonishangaza ni jinsi watu wanavyoishi kwa upendo. Kwa kweli, ukiondoa ukiondoa timu zetu hizi za vilabu, huko wanaishi kwa upendo sana, kwa sababu wote wanajua lengo ambalo wameleta kwa mpaka leo tumefika hapa, viongozi, wachezaji, tekniko benchi, yani tuko watu, wako pamoja. Yani, kwa hiyo mimi najifunza kitu ambacho nilikuwa sijui kama nitaweza nikakutana nacho, kwa sababu kwenye vilabu vyetu vingi discipline inakuwepo lakini sio sio kali kama ninapokuwa huko timu ya taifa.